Tunavuma kwa kishindo. Uhalifu umeongezeka katika miji ya mashariki mwa Kongo ya Goma na Bukavu tangu ilipotekwa na waasi wa M ishirini na tatu. Wakati huo wa shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeelezea madhila wanayopitia waandishi wa habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa kamili na Bakari Ubena. Wakazi wa miji hiyo ya Goma na Bukavu mashariki mwa Kongo wanaishi katika hofu kutokana na kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu na ujambazi, hasa kutokana na kwamba waasi hao hawana idadi ya kutosha ya maafisa wanaoweza kulinda usalama wa raia maeneo hayo ambayo kwa ujumla yanakadiriwa kuwa na zaidi ya raia milioni tatu. Baadhi ya vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa takriban visa kumi vya mauaji huripotiwa kila siku huko Bukavu. Kitendo cha wafungwa kutoroka gerezani lakini pia uwepo wa wapiganaji waliogeuka kuwa wahalifu ni miongoni mwa sababu zinazozidisha tatizo la ukosefu wa usalama. Anne Marie Kwinja ni mkazi wa Bukavu na anaeleza jinsi maisha yalivyo chini ya utawala mpya wa waasi wa M23 tabant iant demonet Binafsi kama mkaazi, mwanafunzi na mjasiria mali, hali kwa kweli si nzuri. Siwezi kutembea kwa uhuru kutokana na usalama mdogo, mauaji hapa na pale, na hata uporaji. Nimebadilisha hata aina ya mavazi ili kujiepusha na vitendo vya unyenyesaji wa kingono. Kwa sasa nalazimika kurejea nyumbani mapema kabla ya saa kumi na mbili jioni. Majambazi wamekuwa wakiwavamia raia na kuwapora. Hali ni ya kutisha.

Wakati miji hiyo ya Goma na Bukavu ilipoanguka mikononi mwa waasi wa M23, silaha nyingi ziliachwa kiholela na jeshi la Kongo na washirika wao ambao ni wapiganaji wanaojiita Wazalendo, ambao walilazimika kuondoka kwa haraka. Silaha hizo hatimaye zilianguka mikononi mwa majambazi ambao wanahatarisha usalama wa raia, huku M23 ikionekana kushindwa kulidhibiti swala hilo. Awali, Bukavu ilikuwa jiji linalojulikana kwa shughuli zake za kiuchumi na kifedha, lakini kwa sasa hali ni tofauti kabisa, jambo ambalo linachochea vitendo vya ujambazi. Benki Kuu ya Kinshasa bado haijaidhinisha kufunguliwa kwa benki, jambo ambalo pia linawazuia wakazi kuweza kutumia fedha walizojiwekea kama akiba. Hayo yakiarifiwa shirika la kimataifa la kutetea haki za binadam la Human Rights Watch limeelezea madhila wanayopitia waandishi wa, wa habari huko Kongo, ikiwa ni pamoja na kushambuliwa, kuvamiwa majumbani, kupewa vitisho vya kuuawa na kuishi katika hofu. Si waandishi wa, wa habari pekee, bali pia wanaharakati wamekuwa wakilengwa na vitendo hivyo vinavyoendeshwa na waasi wa M 23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Mtafiti mkuu wa Human Rights Watch Clementine de Monjoie amesema takriban wanaharakati mia mbili wameomba hifadhi tangu kuanza kwa mashambulizi ya M ishirini na tatu huko mashariki mwa Kongo. Asante sana Baka.